Ndugu zangu kwenye bei za vyakula kwanza, nikuambieni bei za vyakula, sababu zake kuu ni mbili. Kwa nini vyakula vinapanda bei? Moja ni gharama za usafiri. Wakati Pemba hapa ilikuwa bandari hakuna, au bandari yetu ilikuwa haikidhi, ilikuwa chakula kinachotoka Pakistani. Haya, haya mapembe tunayokula hapa yanatoka Pakistani, mzigo unashushwa Mombasa, kutoka Mombasa mzigo unakuja Unguja kutoka Unguja mzigo unakuja Pemba. Bila shaka gharama hizo ni kubwa sana, na ndio maana zinafanya bei ya chakula kinakuwa juu. Sasa hivi tumeshaanza kuboresha bandari zetu, Mkoani tayari imeanza kupokea meli kutoka nje, kutoka Pakistani moja kwa moja Mkoani. Tutashusha bei ya gharama za chakula hapa Pemba. Sababu ya pili ilikuwa ni mafuta ya petroli Mafuta ya petroli, sisi hapa Zanzibar hatuna uhifadhi. Kwa hiyo kila mwezi tunanunua mafuta kwa meli moja moja. Kinachotokea ni nini? Kinachotokea ni kwamba mafuta yakipanda bei huko nje, hatuna akiba. Kwa hivyo mafuta ya petroli yakipanda, gharama za usafiri zinapanda. Leo mzigo ukishuka pale Mkoani, mpaka ufike huku kaskazini, gharama za usafiri zinakuwa kubwa sana, na ndio maana tumesema tutajenga bandari ya Shumba, nayo iweze kupokea meli moja kwa moja kutoka nje tupunguze gharama za usafiri. La tatu ni kuwa na hifadhi ya chakula nchini. Tutajenga maghala makubwa ya uhifadhi wa chakula, tutanunua mpunga kutoka bara wakati wa mavuno. Wakati wa mavuno mpunga bara ni mwingi na bei ni rahisi. Tutahakikisha tunahifadhi mpunga hapa Zanzibar pamoja na mahindi, ili wananchi waweze kupata bei ile ile mwaka mzima, kama vile wakati wa mavuno. Kwa sababu kilichotokea sasa hivi ni kwamba pale Morogoro au Mbeya au Shinyanga wanapolima mipunga wakati wa mavuno, bei ni ndogo sana, mchele kule unauzwa mpaka elfu moja, elfu moja mia mbili. Miezi mitatu tu baadaye imeshapanda sana, kwa sababu nje ya mavuno bei zinapanda. Sisi tutanunua wakati wa mavuno, tuhakikishe gharama za chakula nchini hazipandi kwa mwaka mzima ukilinganishwa na kipindi kile cha mavuno.